Mbisa, isi, isi, isi, isi, isi, isi, na, mimi wa kwa hapa sana sana, kwa sababu wanaharakati sasa umeenda mitandaoni na pia kuna sheria inadhibiti utumizi mbaya wa mtandao. Tumekuja leo kuelezea vile kutumia mitandao kwa haki bila kukosea utu heshima ama kuharibia watu majina, kuwa wake watu wako accountable kwa ile kitu wanafanya, kwa sababu sasa kumetokea wanaharakati wale wanaitwa wajenzi ambao wana nguvu sana kwa mwili ya kufanya shughuli hizo. Pia tumepata kuwa wakati mwingine wanaandika maneno ambayo hawana uhakika nayo ambayo yanawaletea shida. Wakati mwingine sisi watu wakubwa, hata vijana, sote tukuwe makini, kwa sababu unaweza ukapublish kitu kwa mtandao na, waka, na kwa sababu hauna hakika, ikakutia kwenye shida Mo. Eh, these days ni rahisi sana kujipata kwenye cyber crime bila kujua. So, katika mafundisho haya ambayo tuko nayo leo yanatufanya tunakuwa aware kwamba, eh, at least tunakuwa na boundaries in terms of eh, ensuring kwamba una, unaandika kitu unaweka kwa mtandao ambayo ina substance inafundisha yule mtu mwingine badala ya kudhalilisha watu wetu na, na tunajipata kwenye shida most of the time. Kuja kueleza jinsi gani ya wananchi ama vijana ama wanaharakati wanaweza kuprotect data yao, wanaweza kukuwa responsible kuhakikisha kwamba data yao iko safe, na vipi wanaweza kutrace back vitu zenye wameweza kuweka wazi katika mitandao ya kijamii na moving forward. Pia vijana tunasema tusimisinform the public. Sisi ambao ni experts pengine wa, wa, wa governance issues twajua tu twaweza endesha nchi mbele na tukahold government to account kutumia accurate information badala ya ushare vitu kuhusu budget, kumbe ni misinformation. Watu wakifatizia wanawadiscredit wana, wana nyinyi nyote, kama hata activists anajua lazima uwe credible pia.